Ni Bugoma TV. Habari. Habari. Taasisi hizi zote ni moyo wa serikali, taasisi hizi zote ndio sura ya serikali katika utoaji wa huduma kwa wananchi wetu ndani ya mkoa wa Katavi. Na kwa maana hiyo, kupitia huduma hizo mnazozitoa kwenye taasisi na hatua mbalimbali mnazochukua huko, ndio serikali inapoonekana, na kupitia huduma hizo kama wananchi wanaridhika na huduma za serikali maanake wanaridhika na kile mnachokifanya, lakini kama kuna malalamiko na kuna kero na kuna ucheleweshaji wa huduma, maanake taasisi hizi mnachokifanya ndio hicho ambacho hakitoshelezi na huenda kinalalamikiwa, na kwa maana hiyo, kwa sababu taasisi hizi ndio moyo wa serikali na ndio kiunganishi kati ya wananchi na serikali na ndio kioo cha serikali, niwatake na niwakumbushe kuhakikisha kwamba kila mmoja kwenye eneo lako, kwenye taasisi yako, hakikisha unatoa huduma nzuri huduma bora, huduma zinazoridhisha ambazo hazilalamikiwi na wananchi katika mkoa wetu wa Katavi. Lakini pia hakikisheni mnakuwa wabunifu katika kuboresha huduma, tusifanye business as usual. Basi, unajua tu ni kupita hapa, unapita hapo hapo. Hata kama kuna namna nyingine ya kuongeza ubunifu na kuongeza ubora wa huduma unazozitoa, ninaomba mfanye hivyo, lakini pia kuhakikisha mnawasimamia vizuri watumishi kutoa huduma bora kwa ufanisi kwa upendo na kwa lugha ya staha kwa wananchi wetu wote. Na katika hili, naomba nitoe maelekezo kwamba huduma zitolewe vizuri, lakini nataka niwape onyo kwamba pale ambapo tutabaini kwamba kuna taasisi imeshindwa kutimiza wajibu wake, imeshindwa kuchukua hatua za kutoa huduma bora kwa ufanisi kwa wananchi, hatutakuwa na uvumilivu na taasisi hiyo na wewe mkuu wa taasisi utawajibika kwa kushindwa kufanya kazi zako vizuri na kuwasimamia wengine na kutoa huduma bora kwa wananchi. Yapo baadhi ya maeneo tumebaini watu wamepiga usingizi au watu wamejisahau, utoaji wa huduma unalegalega na wananchi wanalalamika. Naomba kwa kikao hiki kila mmoja aamke, ahakikishe kwamba anakwenda kuamsha watu wake Unakwenda kusimamia mifumo yote itakayohakikisha kwamba utoaji wa huduma kwa wananchi unafanyika kwa ubora na ufanisi wa hali ya juu, bila kigugumizi, bila kusitasita, bila kutoa sababu zisizo za msingi, na hatutakubaliana na sababu yoyote ile itakayopelekea wananchi kuto kupata huduma zinazostahili. Kwa hiyo kila mmoja ahakikishe anasimamia kikamilifu na jambo hili linapatikana na wananchi wetu wanaridhika na huduma zinazotolewa katika taasisi zenu. Serikali inaipongeza kwa utendaji mzuri wa kazi, e, inapambania kweli maendeleo ya nchi yetu. Lakini mimi kero yangu kubwa ambayo nilikuwa naomba angalau serikali ingetusaidia hii barabara ya kutoka Mpanda kwenda Kigoma kwa kiwango cha lami, kipande kilichofika Vikonge, kutoka Vikonge hadi Uvinza ningeomba serikali angalau tusaidie wakazi wa mkoa wa Kigoma na Mpanda na mikoa mingine kwa usafiri zaidi, ili angalau ikamilike kwa kiwango cha lami. Maana hicho kipande kilichobaki ni kero sana, hasa kwa wasafiri wanaotoka Mpanda kwenda Kigoma. Magari yanalala njiani, ajali zinatokea kutokana na muundombinu ule. Ningeomba serikali angalau tusaidie kutekeleza kiwango kile ili barabara ikamilike. Niseme kwa huduma ambazo wanazozitoa, kiufupi kwangu mimi bado niseme kwamba bado ziko vizuri. Mfano kwenye upande wa huduma ya watu ukienda pale unakuta kabisa kuna, kuna vipaumbele ambavyo umeviweka na bado wanaendelea kuvitimiza kama agizo inavyosemekana kwamba mnahii mzee kwanza ana afati kwa wao kwenye huduma za kiafya. Akienda kwenye huduma ya watu wa umeme, niseme watu wa umeme wako vizuri, ingawa hizi mikato mikato za bila taarifa zimekuwa ni mingi kweli, kwa sababu utakuta tu umekaa labda unaangalia zako TV, umeme umekata umeka, umeka, umeka, umeka, watu wanaunguza ma TV, watu wanaunguza ma vitu ya umeme ko, niseme tu wa, waone jinsi gani wanaweza kufanya. Hata kama inawezekana, labda wanataka wakati wapitishe hata pia kwamba jamani, kuanzia majira fulani, kama wanapotangazaga siku za Jumamosi kwamba siku za Jumamosi tutakuwa labda eneo fulani halina umeme, eneo fulani zitakuwa na umeme, hivyo hivyo waendelee kutangaza hata siku ambazo zitakuwa so kama siku za weekend. Hii ni Bugoma TV.